A uh, a customer customer, leo tuko na customer mwingine hapa amekuja kwa ajili, nadhani mnaona hapa nywele hapa na hapa haziko sawa, hata huko pia mnaona nywele zake haziko sawa, hata muonekano wake kichwa huko sawa, lakini sisi tupo kwa ajili ya kulegebisha na kumpa customer confidence na muonekano mzuri huko anakoenda, si ndio? Sasa nataka niwaoneshe after service na jinsi ambavyo alivyokuwa smart, ndipo kwa na muonekano mzuri, nadhani mnaona sasa after shave uh, tukaweka engo safi, nadhani mashimo ya nywele nywele havionekani, anaonekana smart, si ndio? So niwakaribishe uh, mimi napatikana ma traders, weka booking, DMF, uh, service, anytime napatikana, na pia naweza kuja sehemu yoyote, yani delivery, yeah, professional barber, kwa hiyo karibu sana. Kwa kasuku engo, na patikana ma traders for service. Jamani, pesa yako haiendi bule, trust me.